Uh -huh. Inapenda kuwa mwanajeshi sana sana kabisa. Mimi kama ningepata, unajua hii maisha ni magumu bwana, kuang'ana huku nini, kwenda kulimia watu, yameeshi jeshi bwana, ndio nakwana mzuri eh. Hey. Hey. Nikana kila ninasikia, mnatamani sana kuwa wanajeshi. Nikipata hiyo kazi hata kausojeka kwenda huko kuindana na wanyama, kushika bunduki, nipige mtu mimi eakubaka, lakini mimi si Mswahili, mimi

Hebu eh, eh nione kama eh, mtapata bana. Ebu eh, eh nione ka kama mnaweza kuwa wanajeshi, nikuambia at least mnaweza mnaweza. Ebu mpigie pressure hapo, nione unajua, uko sasa huko, eh. Eh. kuna kwa. <laughs> <tie> piga kama nchura kama chura kama chura kinama kama chura eh, kama mende kama mende, kama mende, kama mende. I'm very I'm, be I'm be very foolish. Sasa sasa, unajua unajua yeah. eh. kutoka hapa mpaka huko Dubai ndiyo mbali sana mm -hmm. na nilikuwa sina hata kitu sasa eh. nilikuwa naona aje eh. si muna mjua hii kazi iende ende haraka eh. nilikuwa nataka mnisaidie hii kitu leo ioni kuna mahali tunaenda kubadilisha, tunaenda kubadilisha hii, alafu wanampea pesa before siku moja ijaisha, na warudishia na tunaenda

Oh, ah, eh. Sasa sasa eh. Ni kumbe unaitwa nani? Niliwambia si Mswahili, naitwa naenda na na vitu namba ya it en